Ujenge tabia ya kufanya vipimo kabla ya kubeba ujauzito. Mimi moja ya kitu ambacho nilisema sitaki kuwa daktari bingwa akina mama <laughs> Unajua ni sababu gani? Sababu mojawapo kubwa iliyoniogopesha ni, ni kwamba mwanamke anabeba mimba kwa bahati mbaya. Asilimia kubwa wanawake wengi wanabeba mimba kwa bahati mbaya, yani hawaplani kwamba ndani ya miezi sita ijayo ninatarajia kubeba ujauzito, kwa hiyo natakiwa kwenda kwa daktari nifanye uchunguzi nijiandae kwa ajili ya mimba matokeo yake anabeba ujauzito akiwa na kilo mia moja anabeba ujauzito akiwa na kilo mia na thelathini anabeba ujauzito akiwa na kilo mia moja arobaini anabeba ujauzito akiwa na mwili wake una msongo wa sumu anabeba ujauzito akiwa na presha ila hajijui anabeba ujauzito akiwa na tatizo la goita au thyroid yeye hajijui sasa wakati wa ujauzito anayatibua haya magonjwa yanajipambanua sasa Atashangaa kifua kina mbana, atashangaa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula haueleweki, atashangaa presha inakuja, sukari inakuja, mwisho wa siku akipoteza uhai unaambiwa, daktari, hivi unafahamu kwamba mimba si ugonjwa? Lakini hii mimba si ugonjwa, ninaamini hivyo, lakini imejipandikiza kwenye mwili ambao ni mgonjwa. Kwao ningeshauri wanawake wengi, ili wasiwalaumu madaktari wameshindwa kunusuru afya, wanatakiwa wabebe ujauzito wakiwa tayari wanajijua. Kama basi hatuwezi kufanya vipimo vya kina, tujitahidi tu kuzuia au ulaji mbaya au mienendo mibaya ambayo inapelekea haya magonjwa yaje kuibuka wakati wa ujauzito.